Habari za wakati huu na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na tukianza na mifumo ya upepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa pamoja na ukanda pwani ya kaskazini. Huko ukanda pwani ya kusini upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa na hivyo hali ya bahari inatarajiwa kuna mawimbi makubwa kiasi mpaka mawimbi makubwa. Na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inatoa angalizo nawepo wa vipindi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa vinatajwa katika baadhi ya maeneo ya mikoa ya Lindi pamoja na Mtwara, hivyo wakazi wa maeneo hayo na watumiaji wa bahari hatua stahiki ni vema kuchukuliwa. Wakati mifumo ya anga bado inaendelea kuonyesha upungufu wa viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini, na hali ya ubaridi inazidi kutarajiwa katika maeneo mengi hapa nchini, na kiwango cha chini cha joto kinatajiwa kwenye nyuzi 9 katika mkoa wa Njombe.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 mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, Lindi, pamoja na Mtwara maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua, wakati maeneo mengine nchini yanasalia maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzijoto 23. Dodoma kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto kumi na sita. Mwanza kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto ishirini. Kilimanjaro kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto ishirini. Mbeya kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto kumi. Morogoro kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto kumi na nane. Arusha kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto kumi na saba. Na kutoka Mamlaka hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebeca William, tukutana hapo kesho muda wakati kama huu.